Wizara pia kupitia BAKITA imepa, imepanga kufungua vituo vya kimkakati vya kufundisha Kiswahili kwa wageni ambavyo vitasimamiwa moja kwa moja na waambata lugha kupitia Wizara ya mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kuendesha mafunzo kwa wakalimani, kuandaa atlas ya lahaja za Kiswahili na kusambaza kamusi ya Kiswahili kwa shule za msingi. Kituo cha ukombozi wa bara la Afrika kitaratibu ujenzi wa kituo kuu cha urithi wa ukombozi na kukarabati maeneo ya urithi ya ukombozi wa Afrika iliyopo nchini na kuratibu ziara kwenye maeneo yenye kumbukumbu kumbu za historia ya ukombozi wa Afrika kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa urithi na ukombozi. Kuhusu sekta ya sanaa e, ili kuendeleza sekta ya sanaa pamoja na taasisi zake zinazosimamiwa, sekta imepanga kutekeleza majukumu ambayo yameainishwa kwenye ukurasa wa 121 mpaka 125 wa hotuba yangu. Hii ni pamoja na kuratibu maandalizi ya mkakati wa miaka kumi wa maendeleo ya sekta ya sanaa Tanzania ambao utaweka dira ya maendeleo ya sekta ya sanaa nchini, lakini kuratibu maandalizi ya ujenzi wa vituo vya sanaa katika mikoa 26 ya Tanzania bara, na kulinda na kukuza sanaa ya kipekee ya Tanzania ya ubunifu ikijumuisha mtindo wa tingatinga tinga, mziki wa singeli na vinyago vya kimakonde. Wizara ya kupitia bodi ya filamu itafanya mapitio ya sheria ya filamu pamoja na kanuni zake ili kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya ukuaji wa maendeleo ya shughuli za filamu e, na, na michezo ya kuigiza. Hiyo ni pamoja na eh, wizara kupitia Basata itaratibu ujenzi wa National Art Gallery jijini Dodoma. Vile vile itaandaa atlas ya vyombo vya mziki wa kiasili kutoka kwa makundi yote ya kikabila ya Tanzania pamoja na kuratibu matukio ya tuzo za muziki Tanzania na kutambua mafanikio. Kwa upande wa Kosota, itasimamia kampuni za kukusanya na kugawa mirabaha katika makundi ya sanaa na uandishi pamoja na kupambana na uharamia wa kazi za wabunifu. Vile vile Kosota itakusanya na, ku, na, na kugawa mirabaha kwenye maeneo ambayo hakuna kampuni za kukusanya na kugawa mapato kupitia TASUBA wizara ya taratibu tamasha la 44 la kimataifa la sanaa la utamaduni Bagamoyo. Kadhalika kama nilivyoeleza, itaanza kozi mpya katika ualimu wa muziki, yani music education, walimu wa sanaa za ufundi visual arts education na, na ili kuweza kuandaa walimu wa kufundisha masomo katika fani kuu ya elimu ya amali katika sanaa bunifu, yani creative arts. Kwa upande wa mfuko wa utamaduni sanaa na sanaa majukumu yatakayotekelezwa katika mwaka 25 26 ni pamoja na kuendelea programu ya mafunzo ya urasimishaji wa kazi za utamaduni eh, na sanaa ambapo wasanii 1015 wanategemewa kufikiwa. Aidha, mfuko utaendelea na utoaji wa mikopo kwa wadau wa utamaduni na sanaa waliokidhi vigezo kwenye sekta ya michezo maelezo yamo kwenye ukurasa wa 126 mpaka 27, na ya sekta ya michezo na mambo ni pamoja na kuratibu maandalizi ya Chan 24 na Afcon 27, lakini mashindano ya umiseta um, umitashumta na, na, na katika eneo hili pia eh, kuratibu shughuli za sekretari ya baraza la michezo la umoja wa Afrika kanda ya nne pamoja na kusimamia uanzishwaji e, wa chombo cha kusimamia miundombinu ya michezo nchini. Lakini pia e, kusimamia e, ujenzi wa viwanja vyote vinavyoendelea. Lakini wizara itagharimia timu za taifa 15 kushiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa. Na pia katika mwaka wa uh, fedha ujao, yani 25 26, chuo cha maendeleo ya michezo kimepangiwa kutoa mafunzo ya muda mrefu kwa wanachuo wapatao 1500, kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa wadau wa michezo wapatao 1400, kuongeza programu zinatolewa chuoni hapo kutoka programu tatu hadi sita, ikiwemo programu ya uandishi wa habari za michezo, utalii katika michezo na elimu ya masoko ya bidhaa na huduma za michezo. Kuhusu miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Naibu Spika, miradi itakayotekelezwa na wizara kwa mwaka 2026 inajumuisha mradi miradi wa habari kwa umma, miradi ya upanuzi wa usikivu wa TBC, mradi wa ufungaji wa mitambo mipya ya kisasa ya uchapaji Programu ya urithi wa ukombozi wa Afrika, mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania, ujenzi wa jumba changamani la filamu yani film studio, mradi wa kuimarisha Bakita na kukibidhaisha Kiswahili, ujenzi wa akademia ya michezo Maria, ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu Arusha na Dodoma, ujenzi wa vituo vya mazoezi ya wa kupumzikia wananchi, ujenzi na uimarishaji wa miundombinu ya michezo katika shule maalum ya michezo, mfuko wa maendeleo ya michezo na ujenzi wa ukumbi wa sanaa za wazi. Shukrani na hitimisho. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba kutumia fursa hii kuwashukuru wale wote waliochangia kwa namna moja au nyingine katika kuiwezesha wizara kufanikisha majukumu yake. Mafanikio yaliyopatikana katika mwaka 2024/25 yanatokana na ushirikiano